walikuwa wana wananicheka. Muda mwingine ukikaa wanakuambia eh, hey, ukojozi ananuka. Yaani wananikimbia mpaka mwisho wa siku mwenyewe najifungia chumbani na kaa wananiita mlembo kikojozi. Yaani kiukweli yani inaumiza sana. Fistula inaumiza. Nimejifungua 2014 mwezi wa 11. Nimekaa mwezi ule naona tu hali inazidi yani, najua tu yani hali ni uzazi, naona miezi miwili nikakaa na miezi mitatu pona ii ni changamoto alubaini na arobaini nimeshamaliza. Kutoka nje naona aibu, watu wananiangaliaje? Yule ana fistula ana fistula. Unakuwa kama ule ugonjwa hauponi. Mpaka mwanaume alinifukuza akaniambia, wewe uponi sikutaki, nifukuza kama mbwa, niodi nyumbani. Badala ya ndugu zangu na watu wengine kuniangalia, akasema ili tatizo utakuwa labda umelogwa. Inabidi tukupeleke wapi? Kwa mganga wa kienyeji. Kienyeji aliponiangalia akasema wewe ume umerogwa umetupiwa jini. Wale wakanifanyia hiyo madawa nikarudi nyumbani. Rudi nyumbani hali ile ile inazidi. Yaani mwaka mzima naangaika. Ikabidi niende CCBRT. Nilipoenda pale CCBRT wakanipima wakaniangalia, wakaniambia hii ni fistula, wakanifanyia matibabu. Matibabu nilifanywa bure kabisa, sijalipa shilingi 10 yangu sijatoa. Msichana aliyepitia changamoto hii asiogope aende kwenye kituo cha afya akapatiwe matibabu.